Huyo huyo kiongozi wa DP najua, CS Ruko ayuko karibu, nilisikia ameenda jana kwa mazishi akaongea ati akasema yeye alisaidia Ruko. Mimi nataka wakenya wajue huyo jamaa mahali ametoka. Alishindwa kama mjumbe akaokotwa. Unajua yeye alisema aliokota Ruko. Ruko akuokotwa, si tulikuwa nyuma ya Ruko. Yeye aliokotwa na Uhuru Kenyatta, yeye kwanza aliokotwa kwa baa, sijui ni baa gani, akaenda akapewa spika na hiyo yani, kama kuna mtu anasahau Mungu ni huyo jamaa aliokotwa kwa baa akafanywa spika wa Kenya mzima, na sasa anasema ati ameokota Ruko. So nikikujibu hata Muturi ama ama leni ama nani, hao wakati wao umeisha. Mimi hata jana nimekuwa kwake kanywa mbora, nilikuwa na zaidi ya watu elfu saba na nikawahakikishia hawa wazee kwa sababu wamefikisha ile umri ya kuwekwa kwa list ya elfu mbili kwa mwezi, mimi nitahakikisha wameingia hapo, waachie vijana kama hawa, na sisi tupeleke mbele nos mbele.